Nikakuandikia ujumbe jana. Nimeona umeniita, ila nilikuandikia ujumbe, nakuambia nahitaji kuongea na wewe, ndugu wangu, na nimefurahi. Asante, wewe

Ndugu zangu wa Kenya, kwa jina naitwa Chief Godlove, mtoto mdogo mwenye pesa nyingi, kiongozi wa chama na serikali. Ukiniona mimi jua umeona hela. Nilikuwa nichukue flight, nichukue chopa, nichukue helicopter initoe hapa kunipeleka Uganda, lakini nafsi yangu imenisuta kuondoka Kenya bila kwenda kumwona baba Laila Odinga. Kwa hiyo kesho, tarehe saba nitashika njia ya kutoka Nairobi kuelekea kwa Raila Odinga, kwenda kumwona na kutoa salamu zangu za mwisho za rambirambi, kwa sababu mimi nimewahi kuwa uh, mgombea wa kiti cha ubunge wilayani kwetu huko Kela. Kwa hiyo ni mmoja kati ya watu ambao amenispaya na nimeona ni mtu ambaye siwezi kuondoka Kenya bila kwenda kutoa salamu zangu za mwisho. Kwa hiyo ukiwa ndugu yangu wa Kenya ambaye unataka labda kunisindikiza, twenzetu twende, mi naenda kwa baba. Nitashika njia nikielekea kwa baba, baada ya kumwona baba ndo nitachukua chopa ntapaa nikienda, lakini siwezi kuondoka Kenya bila kuenda kwenye kaburi la baba. Kwa hiyo tarehe saba Ijumaa, friday friday, e, tarehe saba Tarehe saba Friday nitakuwa nikishika barabara kwenda kwa baba Laila, nikimaliza kumwona nikimaliza kutoa heshima zangu za mwisho, kwa sababu namuheshimu na, na nilikuwa nampenda na mkubali. Kwa hiyo siwezi kutoka Kenya bila kuenda kwa baba. Asanteni. Ndugu zangu wa Kenya, kwa jina naitwa Chief Godlove, mtoto mdogo mwenye pesa nyingi kiongozi wa chama na serikali. Ukiniona mimi jua umeona hela. Nilikuwa nichukue flight, nichukue chopa nichukue helikopta initoe hapa kunipeleka Uganda, lakini nafsi yangu imenisuta kuondoka Kenya bila kwenda kumwona baba Laila Odinga. Kwa hiyo kesho, tarehe saba, nitashika njia ya kutoka Nairobi kuelekea kwa Raila Odinga kwenda kumuona na kutoa salamu zangu za mwisho za rambirambi, kwa sababu mimi nimewahi kuwa uh, mgombea wa kiti cha ubunge wilayani kwetu huko Kela. Kwa hiyo ni mmoja kati ya watu ambao ameniinspaya na nimeona ni mtu ambaye siwezi kuondoka Kenya bila kwenda kutoa salamu zangu za mwisho. Kwa hiyo ukiwa ndugu yangu wa Kenya ambaye unataka labda kunisindikiza Twenzetu twende, mi naenda kwa baba, nitashika njia nikielekea kwa baba. Baada ya kumwona baba ndo nitachukua chopa ntapaa nikienda, lakini siwezi kuondoka Kenya bila kuenda kwenye kaburi la baba. Kwa hiyo tarehe saba Ijumaa friday friday i tarehe saba tarehe saba Friday nitakuwa nikishika barabara kwenda kwa baba Laila, nikimaliza kumwona nikimaliza kutoa heshima zangu za mwisho kwa sababu namheshimu na nilikuwa nampenda na mkubali. Kwa hiyo siwezi kutoka Kenya bila kuenda kwa baba. Asanteni.